bidhaa zako mbalimbali ambazo mba unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni sababu saba TRA ikikusanya trilioni 32 ni kwa mwaka wa fedha 2024-2025 yavunja rekodi tena. Habari katika ukurasa wa tatu, Mpango aita Vietnam uwekezaji viwanda kilimo Kagera kujengewa hospitali ya wagonjwa wa mlipuko habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili petroli diesel za shuka bei habari katika ukurasa wa kumi na saba mamlaka ya uwekezaji yaanza rasmi teri ataiongoza habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili CCM CCM yafunga pazia leo Sabaya achomoza mafuriko yaendelea majimboni da hapatoshi habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili CRDB yaweka historia hati fungani ya kijani kimataifa. Habari katika ukurasa wa tatu. Kifusi cha ua wanafunzi wawili Dodoma. Habari katika ukurasa wa tano. Hatima ya kesi waini ya kesi ya Lisu ni Julai kumi na tano. Habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Habari Leo katika ukurasa wake mbili limeandika kijana mbaroni akidaiwa kumuua mchungaji. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vita ya e ubunge CCM. Licha ya mafuriko makada kuchukua fomu kuomba uteuzi kwa ubunge CCM, kuna vita nyuma ya pazia inayonguruma ya makada wakiwamo mawaziri maarasi wa bunge wakipigana vikumbo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Arusha mjini makonda na gambo, Ilemela mabula na kuihaya, Simanjiro malia na Sendeka Nyamagana masha na Mabula, Kibamba mtemvu na Kairuki. Kamati ya maadili CCM figisu na mizengwe iliyoanza miongoni mwa makada wa CCM kabla ya pazia la kuchukua na kurejesha fomu halijaanza, inatajwa kuzipa wakati mgumu kamati za siasa ngazi ya wilaya hadi mkoa, kabla ya mafaili kutua kamati ya maadili ya CCM inaongozwa na Stephen Wasira. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne gazeti hilo limeandika. Jamhuri yaumba muda zaidi kesi ya Lisu yeye ataka uchunguzi, habari katika ukurasa wa tatu. Ukwapuaji wa mizigo katika malori usiku tishio ya Pwani, habari katika ukurasa wa sita. Janga taarifa za watu kwenye vifungashio zikisambaa, habari katika ukurasa wa kumi na nane. Lakini pia gazeti hili imeandika makusanyo -ra. ya TRA yatoa mwelekeo mpya Tanzania, habari katika ukurasa wa pili. CRDB si yaweka rekodi tena, bondi yatoa kimataifa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumatano, iliyopata nakala yako. Ndani zaidi tuitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele: na Rais Samia aiwezesha TRA kuandika historia, yavuka lengo la makusanyo yake kwa kufikia ufanisi wa asilimia mia moja na tano kwa mwaka wa fedha 2024/2025 haijawahi kutokea tangu kuanzishwa. Habari katika ukurasa wa nne. Bei ya petrol diesel zaendelea kushuka. Habari katika ukurasa wa nne. Samia adewa mkurugenzi mkuu Tizeza. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika Dr. Mpango ateta na waziri mkuu wa Vietnam. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. D Biteko, nishati itakayozalishwa na nyuklia kujumuishwa kwenye gridi ya taifa. Habari katika ukurasa wa saba. CRDB yaandika historia, yaorodhesha hati fungani ya kwanza ya kijani katika soko la hisa la Luxembourg. Habari katika ukurasa wa tatu. Zaidi ya watu milioni 14 wanaweza kufa kwa kukosa msaada. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa lakini pia gazeti Majira limeandika uvuvi haramu kikwazo ukuaji wa sekta ya uvuvi nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira ya gazeti huru la kila siku. Tulitazame sasa gazeti ya ni Nipashe mwanga wa jamii, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vikumbo vya ubunge vyazidi kushika kasi, wengi wajitokeza kuchukua fomu, Kitwanga, Sabaya, Ngeleja waibuka. Habari katika ukurasa wa pili. Na ukurasa wa 16 wanasiasa waliowahi kuwa mawaziri katika awamu ya nne na ya tano Charles Kitwanga na William Ngereja walijitokeza katika majimbo ya Misungwi na Sengerema mkoani Mwanza. Gazeti limeandika, TRA yapanga kukusanya trilioni 36 mwaka 2025/2026 habari katika ukurasa wa tatu. Lisu adai magereza imetekeleza maombi ya madai yake habari katika ukurasa wa tano. Nuko katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandika baada ya kushinikiza hapa, kesho yake mkuu wa gereza la Ukonga aliniita, akasema unataka tufanye nini? Jumapili iliyofuata nilipata padri kwenye selo yangu. Tundu Lisu ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa tano, gazeti hili gazeti hili likiandika mgonjwa adaiwa kumuua mchungaji aliyemuombea habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. UN yasisitiza ulazima kusaidia nchi masikini, habari katika ukurasa wa 19. Wanafunzi wafariki dunia kwa kufukiwa na kifusi, habari katika ukurasa wa nne. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Nipashe, mwanga wa jamii.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 Tazame sasa gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni haijapata kutokea kundani, wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili, habari picha ikionyesha Jessica Magufuli, Dr George Komba, Dr James Halima Bulembo, Asma Mwinyi, Saad Mabudi, mwandisi harusi Saidi Ibrahim Raza, pamoja na viongozi wengine lakini pia gazeti hili limeandika rais Samia aibua mazito asiononeshwa na viongozi wa upinzani, habari katika ukurasa wa nne. Ole sabaya ibuka idi yarudi Kinondoni, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Tanzania yazuiwa kunyonga, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Silaha msama wanadabi yao konga, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema mungwana ni kitendo Jumatano ya leo. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu. Lenyewe habari iliyopewa kipaumbele ni kasi uchukuaji fomu CCM ya kosha wa kongwe Mama Anna Abdallah Msekwa, shirigati keti kamba wafunguka kuhusu ukuaji wa demokrasia, watoa neno wa watia nia wazingatie maslahi mapana ya wananchi pia kutii kanuni na sheria za uchaguzi. Habari katika ukurasa wa pili, gazeti limeandika Rais Samia mteua bosi mpya tiseza, za habari katika ukurasa wa pili. Muumini atuhumiwa kumuua mchungaji, habari katika ukurasa wa sita. Tanzania Vietnam zina mshikamano, Dr Mpango, wa habari katika ukurasa wa tatu. Kishindo cha mapato TRA, habari katika ukurasa wa tatu. BOT yapata arobaini mikopo kausha damu, habari katika ukurasa wa tano. Lakini pia gazeti hili limeandika Rais Mwinyi hapongezwa kwa mageuzi ya elimu habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Uhuru ukweli daima. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Gazeti Zanzibar Leo ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Hemedi, awamu ya nne imetendea haki sekta ya elimu. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili, serikali kujenga daraja panga tupu. Habari katika ukurasa wa tatu. Vijana watawala wachukua fomu kwa nia ya uongozi CCM. Habari katika ukurasa wa tatu ragachi afuta uwepo wa mazungumzo na Marekani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa wa gazeti hili. Gazeti limeandika ZRA ya kusanya bilioni 63.6 Juni 2025, habari katika ukurasa wa pili. Dr. Mwinyi ateua wa wa, ku, wa wilaya mkowa habari katika ukurasa wa pili na kivindivya ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo. Kwa kweli na wazi, pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, na la gazeti Mwanaspoti ile limeandika Pacome ampindua Ahoua. Pacome msimu huu anajeza Yanga alitua elfu mbili na ishirini na tatu elfu mbili na ishirini na nne akitokea asist kumi, wakati ana assist tisa pamoja na kuwa mfungaji bora au ambaye ni msimu wake wa kwanza na asisti tisa, kumi na sita idadi ya mabao aliyoyafunga, wakati Pacome amefunga mabao 12. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Gazeti hili imeandika mbadala wa sila Azam ni huyu, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Kuna ngumi nimepigwa inanisumbua, wa undani wa taarifa hii katika ukurasa wa kumi wa gazeti hili. Messi atajwa ligi kuu England habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nane. Man United na Arsenal Jumapili Agosti 17 uwanja Old Trafford. Man United yapewa sharti kwa Mbeumo undani wa taarifa hili katika ukurasa wa kumi na nane lakini pia gazeti hili limeandika msikie chama wa kikapu habari katika ukurasa wa nane FIFA World Cup leo ni Dortmund Monterrey na hivi ndivyo na ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbili. Pata nakala yako usome ndani zaidi Magazeti ya habari habari za michezo na burudani mikononi mwangu na gazeti ya Habari Leo ukurasa wake wa kyo nyuma umeandika Yanga kamili kujenga uwanja, habari katika ukurasa za ndani. Masaka asikitika kuikosa WAFCON. JKT Queens yaanza maandalizi Sekafa, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Lautaro awajia juu wenzake, habari katika ukurasa wa ishirini na mbili. BASATA yampongeza Magese kuandaa Miss Universe, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu na hivi ndivyo ambavyo limeanika gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania, na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Kupitia hapa Toka Zamani TV. Mkuu wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na Jeshi la Wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka 2025/2026, shule ipo Songea mjini, barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramiho. Masomo yataanza rasmi tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2025. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepuo ya PCM, PGM, PCB, PMC, CBG, EGM, HGE Ekahklhgkhgl na tahasusi zote mpya zipo shule. Ni ya bweni na kutwa na inapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa mwaka 2024, shule ilifaulisha kwa kutoa division 1178 division 296 na division 37. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Ruhuwiko au kwenye websaiti ya shule ya www ruhuwiko schools ac tz au piga simu namba 07628181 sifuri. Nyote mnakaribishwa.